ni mwanaume kaoa mwanamke hajamba mahari mahar yake, ni dhambi kubwa sana lakini, kama watu wamekubaliana mahari utalipa baadaye, haina shida. Lakini sharia inasema mahari mwanamke atakiwa akabidhie kabla ya harusi, kabla ya nikaha. Hiya kwanza. Ya pili, kama yeye anadaiwa huyu na hajalipa mahari na kaja mtu ukamsaidia akampa mahari huyu ambe talaka uh, wake haina shida. Kitu nzuri, yaani huyu deni kwa huyu baba, na wewe kumsaidia ndugu yako kama daiwa deni, unapata thawabu, ni hisani nzuri, haina shida. Lazima mahari mtu atangulize, wanaume atangulize, ni haba dhima. Na baada wewe kama utatangulia mbele, haki mke wako, baadaye hawezi kudai mahari at at ataskia aibu. Bora mtu kama anaya mahari alibia kabisa ambe mke wake ni mahari yake. Wengine wanachanganya kitu mbili, mahari ya haki ya biharusi, kumkirimu mamake babake, hii kitu ingine, hahusiani kama mba zawadi, wewe baba na mama hahusiani, ni mahari ya mwanamke.